Wowote ule kwa sababu wote wale ni masisiemu hawata yeah, tena haki yeah. Hatutaki tena watendaji wa kata au waratibu wa elimu, si vitu gani, waamue uchaguzi wa madiwani kwa sababu wote wale ni masisiemu hawata tena haki yeah. Hatutaki watendaji wa vijiji wasimamie uchaguzi wa vijiji kwa sababu wote wale ni masisiemu polisi waingie kwenye vituo vya kupigia na kuhesabia kura, kwa sababu wanaingiza kura za uongo. Kama ni kulinda amani, wakae huko, watuache tupige kura. Hatutaki tena tume ya uchaguzi ya kuteuliwa na rais isimamie uchaguzi. Tunataka tume huru, tunataka watu huru wa kusimamia chaguzi zetu. Hatutaki tena upinzani waenguliwe bila sababu. Hatutaki tena utaratibu wa wagombea wa CCM kupitishwa bila kupingwa. Hatutaki kufanyiwa vurugu wakati wa kampeni. Hatutaki tena mawakala wetu kusumbuliwa, kuapishwa kwa, kwa sababu zisizokuwa na msingi. Hatutaki tena wazuiliwe kuingia kwenye vituo na kufanya kazi yao. Hatutaki tena wakala wetu wakataliwe kupewa nakala za matokeo halali ya vituo vyao. Yote haya ambayo nimeyasema, ndio mambo ambayo tunataka yabadilishwe ili twende kwenye uchaguzi. Yasipobadilishwa, manake ni kwamba wanataka kufanya ujamazi wao nitawaomba wananchi, wataramiwe na wananchi wa Tanzania, mchukue hatua nzuri ya uchaguzi.